Ukipata nafasi ya kukaa na rafiki yako wa karibu, mwanao wa faida, hebu kwanza mkumbushe haya asijisahau. Wee, mkumbushe mwanao ya kuwa wivu utamfanya amchukie mtu ambaye alipaswa kujifunza kutoka kwake. We, mkumbushe tu mwanao kuwa msaada siyo haki yake, asipopewa asinug'unike, atafute chakwake. Kumbushe tu mwanao kuwa tumeshakutana na mazuri kwa watu tulioaminishwa wa kuwa ni wabaya na tumeshakutana na mabaya kwa watu tulioaminishwa wa kuwa ni wazuri. Sasa mwambie tu mwanao kuwa kila mtu aishinaye kwa akili. Wemkumbushe tu mwanao kuwa tunakosa usingizi ili wanaotutegemea wapate kulala vizuri. Wemkumbushe tu mwanao kuwa akiwa kazi, hata akiumwa, hata tamani watoto wajue kama anaumwa is... kwa sababu tumaini la watoto is... ni yeye. Nenda kamkumbushe mwanao kuwa njia yake ikisha nyoka Kamwe asithubutu kuwanyoshea vidole ambao bado njia zao zinakona. Yes, we naenda tu, kamkumbushe mwanao kuwa yule aliyemsogezea bega egame wakati analia hivyo, basi kamwe asimsahau wakati akinyamaza. We naenda tu, kamkumbushe mwanao kuwa yule aliyemwona anacho leo kuna siku alikuwa hana kama yeye, hivyo msii tu aendelee kujitafutia. Mkumbushe tu mwanao kuwa bila Mungu atoboi, aishi popote bila kusahau. Kumbusha tu mwanao kuwa aishi mpaka iishe, ailiki mpaka ichemke, kitamu akitemwi na sala haiangalii mkazi.